Dirisha kubwa la usajili Tanzania kwa msimu huu wa 2023-2024 liliweza kufungwa rasmi usiku wa kuamkia tarehe moja ya mwezi huu wa tisa ya mwaka 2023 huku timu mbalimbali zikiweza kukamilisha sajili za wachezaji mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya msimu huu wa 2023 2024 ambao tayari umeshaanza kutimua vumbi kwa kushuhudia michezo kadhaa ikiweza kupigwa katika viwanja mbalimbali mbali hapa nchini Tanzania. Moshiro Online TV inakuletea baadhi ya usajili wa nyota wapya zilizokamilika na kutangazwa katika dirisha hili sambamba na wale waliotemwa na kuhamia kwingine kwa ajili ya msimu wa 2023 2024. Kwa upande wa timu ya Azam FC walioingia ni mchezaji Faisal Salum Feitoto, Yannick Bangala, wote wakitokea katika klabu ya Yanga Africans, huku wachezaji wengine wakiwa ni Jibril Sila kutokea kule Raja Casablanca, Alassane Diao akitokea US Gori na pamoja na Chek Sidibe akitokea katika timu ile ya Teunga. Na waliotemwa kwa upande wa Azam FC ni mchezaji Wilbord Maseke, Twali Mohamed Teps, Evans Isandala, ambao wote waliweza kuendelea katika timu ile ya KMC huku mchezaji Agrey Morris ambaye amegeukia katika ukocha. Mchezaji mwingine ambaye aliweza kuondoka katika klabu ya Azam FC alikuwa ni Ismail Aziz Keda ambaye amejiunga na JKT Tanzania, huku mchezaji Cleofas Mkandala akijiunga na timu ile ya Kagera Sugar. Mchezaji Bruce Kangwa bado hajafahamika timu ambayo ameweza kujiunga nayo, huku mchezaji Rogers Kola ambaye pia hafahamiki ambapo ameweza kujiunga huku mchezaji mwingine ambaye ni Kenneth Muguna ambaye aliweza kujiunga na timu ile ya Kenya Police FC. Na kwa upande wa timu ya wananchi Yanga Africans wachezaji walioingia ni mchezaji Nixon Kibabage ambaye ametokea katika timu ile ya Singida Fountain Gate, Gift Fredy ambaye ametokea katika timu ile ya Sport Villa, mchezaji Jonas Mkude ambaye ametokea katika timu ya Simba Sport Club. Mchezaji mwingine ni Max Nzengele ambaye ametokea katika timu ile ya AS Maniema, maniemaya union ya kule nchini South Africa, mchezaji Kwasi Siao pamoja pa na Paco Mezozo ambao wametokea katika klabu ya ASEC Mimosa mchezaji mwingine ni mahats makudubela ambaye ametokea katika klabu ya Malumo Gallants ya kule nchini South Africa, pamoja na mchezaji mwingine ambaye ni hafis konkone ambaye ametokea katika klabu ile ya Bechem United. Na waliotoka katika klabu ya Young Africans kwa msimu huu wa 2023 2024, mchezaji Fiston Maele ambaye ameelekea katika klabu ya Pyramid FC ya kule nchini Misri, mchezaji Faisal Salum pamoja na Yani Kibangala ambao wote wameelekea katika klabu ya Azam FC, tuisila Kisinda ambaye amerudi kule katika klabu ya RC bekans huku mchezaji Dickson Ambundo akielekea katika klabu ile ya Singida Fountain Gate. Mchezaji Bernard Morrison akielekea katika klabu ile ya FA Arabat, huku mchezaji Abdallah Shaibu Ninja paka sasa hivi hafahamiki ambapo ameweza kusajiliwa. Mchezaji mwingine ni Eric Johola ambaye ameweza kujiunga na timu ile ya Geita Goldi. Mchezaji mwingine ni Mamadu Dombia ambaye paka sasa hivi hafahamiki ambapo ameweza kuelekea mchezaji mwingine ni David Bryson ambaye ameweza kujiunga na timu ile ya JKT Tanzania, huku mchezaji mwingine ni Yusuf Athuman ambaye amejiunga na timu ile ya West Armenia, na mchezaji mwingine akiwa ni Juma Shabani ambaye alitarajiwa kuelekea katika klabu ile ya Azam FC mpaka wakati dili lake lilipobuma baada ya golkipa wa Azam FC Ahmada kugoma kuondoka katika timu ile kwa kuhofia kutokupata timu nyingine kutokana na dirisha la usajili kuwa ukingoni. Na kwa upande wa timu ya Simba Sport klabu, walioingia ni mchezaji Leandre Willi Onana ambaye ametokea katika klabu ya Rayon Sport, Aubini Kramo ambaye ametokea katika klabu ile ya Asec Mimosa, Chemalon Fondo ambaye ametokea katika klabu ile ya Cotton Sport, David Kameta ambaye ametokea katika timu ile ya Mtibwa Sugar, Fabrice Ngoma ambaye ametoka katika klabu ile ya Al Hilal, mchezaji Luis Mixon ambaye alikuwa mchezaji huru kutokea katika klabu ya Al Ahli, mchezaji Shaban Idi Chilunda ambaye alikuwa pia huru. Mchezaji mwingine ni Hussein Kazi ambaye ametokea katika klabu ya Geita Goldi mchezaji mwingine akiwa ni Hamis Abdalla ambaye ametokea katika klabu ile ya Orapa United. Mchezaji mwingine ni Abel ambaye ametokea katika klabu ya KMC, na mchezaji mwingine ambaye amejiunga na timu ya Simba Sport Club ni Ayub Lakede ambaye ametokea katika klabu ile ya FA Arabat. Na wachezaji ambao waliweza kuondoka katika kikosi cha timu ya Simba Sport Club kwa msimu huu wa 2023 2024 ni mchezaji Pape Osman Sako ambaye ameweza kuelekea katika timu ile ya Reunion Metropole, huku mchezaji mwingine akiwa ni Mohamed Watara ambaye hafahamiki alipoweza kuelekea. Mchezaji mwingine ni Victor Akpan ambaye ameweza kujiunga na timu ile ya IFFC huku mchezaji Agostine Okra naye pia akiwa hafahamiki ambapo ameweza kujiunga. Mchezaji mwingine ni, ni Nelson Oko ambaye pia hafahamiki ambapo ameweza kuelekea, mchezaji mwingine akiwa ni Beno Kakolanya, Josh Onyango, Habibu Kyombo pamoja na Gadiel Maiko ambao wameweza kujiunga na timu ile ya Singida Fountain Gate. Mchezaji mwingine akiwa ni Erasto Nyoni ambaye ameweza kujiunga na klabu ile ya Namungo huku mchezaji Jonas Mkude akiwa amejiunga na klabu ya Young Africans huku wachezaji wengine akiwa ni Ismail Saadogo pamoja na Peter Banda ambao wote hawafahamiki ambapo wameweza kuelekea. Na kwa upande wa timu ile ya Coastal Union wachezaji walioingia ni Ali Kombo ambaye ametokea katika klabu ya Ruvu Shooting, mchezaji Lucas Kikote ambaye ametokea katika klabu ya Namungo, mchezaji Abdalla Dennis ambaye ametokea katika klabu ya Malindi, mchezaji mwingine ni Ibrahim Wajibu pamoja na Daudi Mbweni ambao wote wametokea katika klabu ya Singida Fountain Gate, wachezaji wengine ni Dennis Mozaka ambaye ametokea katika klabu ya Bechem United mchezaji mwingine akiwa ni Abdul Swamad Kasim ambaye ametoka katika klabu ya Geita Gold, huku mchezaji mwingine akiwa ni Haji Uganda ambaye ametoka katika klabu ile ni... ya Ruvu Shooting. Mchezaji mwingine ni mchezaji mwingine ambaye ameweza kusajiliwa na timu ya Coastal Union ni Fran Gulobik ambaye ametoka katika klabu ile ya Nestos. Wachezaji wengine mchezaji mwingine ambaye ameweza kusajiliwa pia na klabu hii ya Coastal Union ni Balama Mapinduzi ambaye ameweza kutokea katika klabu hii ile ya Mtibwa Sugar. Kwa upande wa timu ya Dodoma Jiji wachezaji walioingia ni Mtenji Albano, Gustafa Simon, Costa Union, Idi Kipangwile ambaye ametokea katika klabu ya Polisi Tanzania, mchezaji Yasin Mgaza ambaye ya ametokea katika timu ile ya KMKM KM ya kule nchini Zanzibar, na mchezaji mwingine ni Meshak Abraham ambaye ametokea katika klabu ile ya Kagera Sugar. Huko wachezaji walioondoka akiwa ni mchezaji Aman Kiata ambaye ameelekea katika klabu ile ya JKT Tanzania pamoja na Rashid Chambo ambaye ameweza kuelekea katika klabu ile ya KMC. Kwa upande wa klabu ya Namungo walioingia ni mchezaji Raston Nyoni ambaye ametokea katika klabu ya Simba Sport Club, mchezaji Kelvin Sabato ambaye ametokea katika klabu ya Polisi Tanzania, mchezaji Hamadi Maji Mengi ambaye ametokea katika klabu ya Coastal Union, mchezaji Fabrice Ngoi ambaye ametokea katika klabu ya Kitayose pamoja na mchezaji Derek Mkombozi ambaye ametokea katika klabu ile ya Nkana. Na wachezaji waliotoka alikuwa ni mchezaji Lucas Kikoti ambaye ameelekea katika klabu ile ya Coastal Union pamoja na mchezaji Kasim Haruna ambaye ameelekea katika klabu ile ya Mtibwa Sugar. Kwa upande wa timu ya Singida Fountain Gate, wachezaji walioingia ni mchezaji Yahya Mbegu pamoja na Nicolas Wadada ambao wametokea katika klabu ile ya Ihefu, Dickson Abundo akitokea Yanga Africans, Joshi Onyango pamoja na wenzake Habibu Kiombo pamoja na Gadiel Michael akitokea katika klabu ya Simba Sport Club, mchezaji Kelvin Kijili ambaye ametokea katika klabu ya KMC, mchezaji Enoki Ata ambaye alikuwa mchezaji huru, mchezaji mwingine ni Duke Abuya ambaye ametokea katika timu ile ya Kenya Police, mchezaji mwingine akiwa ni Morris Chuku ambaye ametokea katika klabu ya Rivers United, mchezaji mwingine akiwa ni Thomas Ulimwengu hapa alikuwa mchezaji huru, mchezaji mwingine ni Marof Shakee ambaye ametokea katika klabu ya AS Vita Club huku mchezaji mwingine akiwa ni Halid Habibu ambaye ametokea katika klabu ya KMKM, mchezaji mwingine akiwa ni Laurian Makame ambaye ametokea katika klabu ile ya Black Sellers, huku mchezaji mwingine akiwa ni Amos Kidikilo ambaye ametokea katika klabu ile ya Geita Gold. Na kwa upande wa timu ya Tanzania Prison wachezaji walioingia ni mchezaji Salum Kihimbo ambaye ametokea katika klabu ya Mbeya City, Messi Atangana Roland ambaye ametokea katika klabu ile ya Tenere Kalara Club, huku mchezaji mwingine akiwa ni Chilonkama ambaye ametokea katika timu ile ya Police Tanzania huku mchezaji mwingine akiwa ni Hamis Kasanga ambaye ametokea katika klabu ile ya Ken Gold. Mchezaji mwingine akiwa ni Bati Asis Mombote ambaye ametokea katika klabu ile ya FC Raisenans. Na kwa upande wa timu ya Ihefu, walioingia ni Mubarak Amza ambaye ametokea katika klabu ya Coastal Union. Wachezaji wengine akiwa ni Charles Ilamfia, Isa Rashid, Vedastus Mwihambi ambao wote wametokea katika klabu ile ya Mtibwa Sugar, pamoja na Geoffrey Manyasi. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao waliweza kusajiliwa katika dirisha kubwa la usajili kwa msimu wa 2023 2024 na nikukumbushe kusubscribe na kugusa alama ya kengele ambayo ipo chini ya video hii ili uweze kuendelea kuwa wa kwanza kupata video zetu.